wa Thamara TV kwa mara nyingine tena tunakutana katika harakati ambazo tumezianza uh, kuhusiana na hili jambo la umiliki viwanja kwa bei nafuu kabisa ya shilingi elfu thelathini tu kwa mwezi, na nashukuru mwitikio wa watu, lakini pia maswali ambayo nimekuwa nikiulizwa, nikipata simu nikitaka kupata ufafanuzi. Mimi nashukuru kwa sababu unaponiuliza ndipo napata na mimi nafasi ya kukuelekeza zaidi kwamba nini ambacho unataka Kijua. Mradi wetu niliwaambia huko Muhaga Kisarawe, na gharama za malipo ni shilingi elfu thelathini kwa mwezi, ambayo ni sawa na shilingi elfu moja kwa siku o, malipo ni sawa na shilingi elfu moja kwa siku, lakini utalipa kwa mwezi ambao ni shilingi elfu thelathini. Kuna watu wakauliza, je, mkubwa wa viwanja ukoje? Na hiyo 30 nitalipa kwa muda gani? Lakini vipi kuhusiana na hati miliki? Majibu ya haya Uh, mwanzo niliwaambia katika klipu iliyopita kwamba viwanja vyetu vinaanzia ukubwa wa square mita mia tatu na inakwenda na mpaka ukubwa wa square mita mia saba na hamsini Square mita moja gharama yake ni shilingi elfu mbili na mia tano Square mita moja elfu mbili na mia tano Ukichukua square mita mia tatu mara elfu mbili na mia tano utakuta kiwanja cha square mita mia tatu utakilipia shilingi laki saba na hamsini shilingi laki saba na hamsini. Manake kama unayo kesh shilingi laki saba yako na hamsini, ukiikabizi umemaliza deni, hauna deni na sisi, unakabiziwa kiwanja chako, unachukua hati yako, unaendelea na shughuli zako. Laki saba na hamsini tu za kitanzania kwa kiwanja cha ukubwa wa square mita mia tatu, kwa sababu square mita moja ni shilingi elfu mbili na mia tano kwa mtu ambaye atataka ukubwa wa square meter mita mia saba hamsini, maanake hicho kiwanja gharama yake itakuja shilingi milioni moja laki nane na sabini na tano. Milioni moja laki nane na sabini na tano kwa kiwanja cha ukubwa wa square meter mita mia saba na hamsini. Sasa hiyo utaangalia wewe, unaweza kulipa keshi au utalipa kidogo kidogo, kwa kulipia shilingi elfu thelathini tu kwa mwezi nimewambia kwamba unaruhusiwa kutembelea mradi ulipo kuangalia maeneo sehemu ambako unataka kuchukua kiwanja chako. Uh, unataka kiwe karibu na shule, kiwe karibu na zaanati, kiwe karibu na chuo, kiwe karibu na barabara, ni wewe sasa. Koo oh, hicho ndicho ambacho nataka niwafahamishe kwa siku ya leo kwamba gharama zake kwa kila mita mia tatu itakuja shilingi laki saba na hamsini utalipa kidogo kidogo, utalipa shilingi shilingi elfu tu kwa kwa mwezi. Kwa kama unahitaji kufika ofisini kwetu, ofisi ziko Machinga Complex jijini Dar es Salaam, karibu sana, ghorofa ya tatu pale, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari ya simu ya sifuri saba moja saba moja saba arobaini na tisa ishirini na sita sifuri saba moja saba kumi na saba arobaini na tisa ishirini na sita lakini pia sifuri sita tano tano sifuri miatatu na ishirini Endezi Consultant Limited, makazi salama. Tunasema epuka bomoa bomoa, epuka mafuriko epuka makazi hatarishi. Karibu nendezi Consultant Limited kwa makazi salama. Utaanza kulipa kidogo kidogo, tutakuruhusu kuendelea kujenga na utapata hati yako miliki baada ya kukamilisha uh, malipo yote ambayo unatakiwa, kiwanja cha shilingi laki saba na hamsini, au cha shilingi milioni moja laki nane na sabini na tano. Lakini pia iko pungufu hapo, kwa sababu sio lazima uchukue square mita mia saba hamsini. Unaweza ukasema mimi nataka square mita mia nne, nataka square mita mia tano, nataka square mita mia sita, nataka square mita mia tatu hamsini. Hiyo sasa ni wewe mwenyewe, lakini ukijua kwamba square mita moja ni shilingi elfu mbili na mia tano Langu jina Omar Salum kutoka Thamarat TV, hadi wakati mwingine. Chao, karibu kwa maswali, maoni.